Majina anaitwa Mwanakheri Musa Muhammad, ni mzaliwa wa Pwani Mchangani. Maoni yangu kwanza kwa wakulima wenzangu, tumekabidhiwa vifaa hivi, tukavifanyie kazi, sio kuviweka majumbani, tukavifanyie kazi ili tuzalishe mwani kwa wingi, ili ili cho kiwanda chetu cha Manangu kitapofanya kazi hiyo, sio ndo wazalishaji wakubwa wa kupeleka hilo zao letu la mwani. jengine Tunaishauri serikali yetu ya mapinduzi ya mapinduzi ya Zanzibar, sisi mpaka wakulima mpaka wa mwani wa wa hasa wa pwani Mchangani, tuna kilio kikubwa cha mashine za kusarifia mwani wetu hatuna. tuna, tumepata mafunzo ya kusarifu lakini mashine hatuna. Pia vile vile, serikali ituangalie kwa jicho la huruma, kwa sababu wakulima wa mwani sasa hivi tumesema hatutaki mafunzo Hatutaki kitu chochote isipokuwa jambo kubwa tunalolitaka ni bei ya mwani, inaturudisha nyuma kwa sababu sasa hivi kila kipande cha sabuni kina thamani hata kuliko huo mwani wetu. Hili tina, linatutia uchungu na linatutia huruma sana. Kwa nini karafuu inapanda bei? Kwa nini mwani haupandi bei? Na vile vile tunaambiwa mwani una thamani sana kuliko hata mazao mengine. Nashukuru na sana serikali kutupatia vifaa hivi na naipongeza kutufungulia mradi zaidi, maana yake ni kama tumefunguliwa mradi zaidi wa kimaisha. Na pia nawashauri na, na, na, na, na wasihi vijana wenzangu wajishughulishe na kazi hizi, wale ambao wanakabure mitani wasiofanya kazi yoyote, ambao hawana ajira na pia hata vijana watoto wadogo wasione vibaya y kufanya kazi ya ukulima wa mwani, kwa sababu ndio maisha ndio ajira ya maisha. Halafu pia natoa shukrani kwa kikundi changu cha mgaagaa na mpwa kupata neema hii na fanaka njema kwetu. Pia tunashukuru kuongezwa mradi na kufunguliwa njia bora zaidi ya ukulima wa mwani.